Uh, yaliyotokea lakini zungu kuanza mambo matano, zungu kuanza na mambo matano lakini bado kuna habari inayosema ndani ya gazeti lako la Mwananchi, uh, sababu bei ya tumbaku kupaa sokoni uh, sababu bei ya tumbaku kupaa sokoni. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii lenye linaanza na habari kubwa inayosema Latra yatoa vibali 55 daladala kuziba pengo mwendokasi. Latra latoa vibali 55, eh, kwa daladala kuziba pengo la mwendokasi. Lakini zungu ahidi bunge la tija kwa taifa eh, zungu ahidi bunge ni miongoni mwa wanasiasa wachache waliopitia hatua zote kuu za uongozi bungeni kabla ya kushika uspika. Lakini mawakili wa Heche waomba muda punga, e, wa, wa kujibu pingamizi. Mawakili wa Heche waomba muda wa kupinga pingamizi hiyo. Ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini Kiswahili cha weka rekodi chatambuliwa rasmi na UNESCO. Eh, Kiswahili cha weka rekodi chatambuliwa rasmi na UNESCO. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini kwa gazeti lako la Nipashe tuangazie kwenye gazeti lako la, la Habari Leo linaandika habari inasema, eh, mlinzi wa manispaa afa kwa kujinyonga. Eh, mlinzi wa manispaa afariki kwa kujinyonga. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa ishirini kwenye kurasa za gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari kubwa inayosema Spika Zungu ahidi bunge la wananchi. E, Spika Zungu ahidi bunge la wananchi, atasimamia maslahi ya nchi, asema bunge ni sio vita na serikali. Wapinzani wampa ushauri amani, awe na msimamo. Lakini bado kuna habari inayosema e, Tanga yafunga kamera ta kuimarisha usalama. E, Tanga yafunga kamera ta kuimarisha usalama. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini viongozi wa dini wahimiza fuara kulinda amani. E, viongozi wa dini wahimiza fuara kulinda amani. Na gazeti lako la Zanzibar leo asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema mashirika ya umma yatakiwa kutoa gawio. Na wawakilishi wa mwahidi ushirikiano Dr. Mwinyi, wawakilishi wa mwahidi ushirikiano Dr. Mwinyi. Lakini zungu uspika, e, mpya wa bunge, e, zungu spika mpya wa bunge. Hotuba ya Dr. Mwinyi uzinduzi wa BLW yapongezwa. E, hotuba ya Mwinyi kwenye baraza la wawakilishi BLW yapongezwa hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, lakini bado kuna habari inasema katibu mkuu ataka kesi zaidi ujenzi wa ofisi za shirika la magazeti, lakini bado kuna habari kimataifa inasema wa Misri wapiga kura kuwachagua wawakilishi. Hiyo ni habari kimataifa inasema wa Misri wapiga kura kuwachagua wawakilishi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinam lakini kwenye gazeti lako la Uhuru lenye ukurasa wa mbele lina habari inayosema e, Spika Zungu nitazingatia haki na uwazi. Lakini makamu wa pili wa rais Zanzibar ahimiza ushirikiano na. JKCI yazindua kitengo cha kusafisha damu wagonjwa wa moyo e, JKCI yazindua kitengo cha kusafisha damu wagonjwa wa moyo. Lakini bado kuna habari inayosema Mpanju awasihi watumishi wa umma kulinda afya zao. Huyo ni Mpanjo awasi watumishi wa umma kulinda afya zao, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Uhuru ni Spika Zungu, nitazingatia haki na uwazi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Mtanzania leo lina habari kubwa inayosema Zungu apata ushindi wa Kimbunga kuwa spika Zungu apata ushindi wa Kimbunga uh, ushindi wa spika. Lakini taasisi ya tiba ya afya uh, Musika yataka vijana wachangamkie kozi za afya. Lakini omo uh, umoja wa wetu ndio silaha kuiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani. Huyo ni Usmani Masudi uh, asema umoja wetu uh, ndio silaha ya kuondoa Chama cha Mapinduzi uh, madarakani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa mbele. Lakini gazeti lako la Raia Mzalendo huko lina wazi lenyewe, lina habari inayosema, eh, raisi wa Faransa e, eh, Sakozi aliyefungwa jela achiwa kwa dhamana e, yeah, nimeanza na habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo. Lakini taasisi ya tiba ya afya ya Muhusika yaleta kozi zenye ajira nje nje Nemki ya chota hazina ya maarifa kwa Dr Mpango e, Nemki ya chota hazina ya maarifa kwa Dr Mpango. Lakini mwanasheria wa serikali ala kiapo bungeni e, mwanasheria wa serikali ala kiapo bungeni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako e, la Raia Mzalendo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti lako la Jamvi la Habari linaandika ni kadogosa au mwigulu e, e ni kadogosa au Mwigulu. Lakini Simba chawene Makonda e, Deo watajwa, e, Simba cha wene Makonda, e, Deo watajwa e, machaguo mbadala. Lakini mbivu na mbichi mikononi mwa Dr Samia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Jamvi la Habari kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania uzalendo kwanza linaandika kauli ya kwanza ya Spika Zungu ahidi bunge lenye nidhamu, uwazi na uwajibikaji. Lakini madini ya spineli yaitangaza ya Mahenge ya kimataifa na sasa Kiswahili ni lugha rasmi mikutano ya UNESCO. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la taifa Tanzania ukurasa wa mbele, huku gazeti lako la mwanahabari lenye na habari kubwa inayosema Spika Zungu ahidi fursa sawa kwa kila mbunge. Eh, Spika Zungu ahidi fursa sawa kwa kila mbunge. Na ni waziri mkuu ajaye? Hilo ni swali la kujiuliza ndani ya gazeti lako la mwanahabari. Lakini watanzania sasa waonesha uwezo e, wa kuongoza kampuni za ubia. Watanzania sasa waonesha uwezo wa kuongoza kampuni za ubia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la mwanahabari ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kidam. Gazeti lako la Machinga, sauti ya wanyonge, lenye lina habari wa wa inasema Watanzania waonesha uwezo katika kampuni za ubia, lakini mjadala waziri mkuu ajaye ni nani? E, mjadala waziri mkuu ajaye e, majina ya Dr. Tulia Nchemba Biteko Kitila yatajwa, lakini atakayeteuliwa e, kukutana na katibu e, na kibarua e, kizito atakayeteuliwa kukutana na kibarua kizito. Lakini Zungu, nitaongoza kwa haki ndani ya bunge akiwa ni spika mpya wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele, huku gazeti lako la Uelekeo lenye ukurasa wa mbele linaandika Bunge la 13 laanza kazi. E, Bunge la 13 laanza kazi. Uthmani Masudi e, ashukuru asema umoja ni silaha, lakini zungu, e, bunge litakuwa chombo cha wananchi. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani ya asubuhi ya leo. Na gazeti la Kolebolikeo linaanza na habari naosema Basata ya mbariki Mlimbwende Efrazia. Lakini Simba Modeweji hajawahi kuidai klabu. Huyo ni mangungu wa dai, huo ni uvumi wa kupuuzwa. Lakini Gamondi amuongeza eh, National Taifa Stars. Lakini Senzo watu wa TRA United Union ni habari kwenye gazeti la Kolebolikeo. Na gazeti la Kolebolikeo machinga kwenye michezo linaandika Gamondi ajipa matumaini mchezo wa Kuwait. Lakini Simba, lengo letu liko salama kwa Yakubu. Huyo ni Simba wasema eh, lengo letu lipo salama kwa Yakubu. Lakini kocha Yanga sasa kazi kazi eh, za eh, kocha Yanga sasa kazi kazi tu mazoezini. Lakini Katwila Dida bonge la kipa huko ndabwile, sina shaka na namba hiyo. Ni habari kwenye gazeti lako la wa machinga kurasa wa michezo. Na gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo linaandika Gamondi ana imani na kikosi cha Taifa Stars, lakini kocha Ibenge ligi kuu kuu Tanzania asema Tanzania ni ni ngumu, huku Simba yasema haina mpango haina pengo eh, golini. Lakini Serengeti Boys yatua Ethiopia, Yanga yaanza mikakati ya ligi ya mabingwa barani ya Afrika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari ukurasa wa michezo, huku Taifa Tanzania inaandika JKT Queen kutembeza kichapo cha kizalendo dhidi ya Asek Mimos leo lakini Simba yajivunia uwepo e, wa kiungo wao e, e, ya uwepo, wa ya uwepo wa kiungo wao Moris. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kurasa za michezo mazingira e, kujiunga na TRA e-sport. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamvi la Habari ukurasa wa michezo huku gazeti lako eh, la Zanzibar leo linaandika Nation waongezwa Nando eh, waongezwa Taifa Stars. Lakini JKT Queens kuivaa Asec Mimosi e, na matumaini, matumaini. Lakini kunemba haishikiki ya Izabua Taifa Jang'ombe, hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo ukurasa wa michezo na gazeti lako la Uhuru utastazi wa mpa jeuri Gamondi, wadau wa soka wampongeza zungu. Lakini gazeti la Habari Leo linaandika Simba ya utaka ubingwa ligi kuu, JKT Queens kuiva ASEC Mimosas leo, huku gazeti lako la Nipashe linaandika Yanga ya, ya kiri ugumu wa kutetea ubingwa. E, Yanga yakiri ugumu wa kutetea ubingwa. Lakini Simba yatangaza vita pointi 15 za mwanzo ligi kuu lakini bado kuna habari ndani ya gazeti lako la Mwanaspoti lenye li linaandika mastaa huyu mrembo, eh, mastaa huyu mreno bala lakini, ya Simba yapewa mbinu za Waangola eh, Simba yapewa mbinu za Waangola. Lakini bado kuna habari inayosema kocha Arusha zigo da City. Lakini kwenye ulimwengu wa bondi ya kimataifa Mayweather Pacmani linakuja, eh, hilo ni pambano la kimataifa